Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukerebe, Bukerebe TV. Habari za asubuhi. Karibu katika kesha la asubuhi. Leo ni siku ya Jumanne 4, Novemba 4, 2025. Kesha la asubuhi kifucha habari kinachosema kazi ya sasa ya Kristo ya upatanisho. Fungu ni Mathayo sura ya 28 mstari wa 18. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawambia Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Tuombe. E Baba wa rehema, mfalme wa amani, tunakushukuru kwa kutuamsha tena asubuhi hii tukiwa hai, tukiwa wenye pumzi na matumaini mapya sasa, kwa wema wako usiokoma na kwa damu ya mwanao Yesu Kristo ambaye ametupatanisha nawe. Lakini leo Bwana, mioyo yetu imebeba majonzi makubwa. Tunainua mbele zako taifa la Tanzania ambayo limepitia katika giza la majonzi tangu siku ya uchaguzi, siku ya 9 Okitoba 2025. Ee Mungu wafaraja tunakuomba kuombo wa wale wote waliopotezwa wapendwa wao katika tukio hili la huzuni. Wapo mama wanaoliya kwa waume zao, watoto wanaoliya kwa wazazi, ndugu wanaomboleza familia zao. Ee Baba, kimbilia yao na majonzi yao yasimwagike bure. Tazama machozi ya taifa hili Bwana, nayabadilishe kuwa mbegu ya tumaini na uponyaji. Tunaombea viongozi wetu, rais, makamu wa rais, mawaziri na wote wenye mamlaka. Wape hekima, wape huruma na moyo wa waminifu katika kutumikia watu wako. Wape nguvu za kusimama pamoja katika maafa haya, wastawale kwa hofu, bali kwa upendo na haki. Na sasa Bwana, tunapoketi mbele zako kujifunza neno lako tufunguliye macho ya mioyo yetu ili tuone uzuli wa upatanisho wa Kristo. Loho Mtakatifu atuwongoze, atuponye na tupeamani kweli. Katika jina la Yesu Kristo Mokozi wetu aliye hai, tunasali amina. Katika mkutano mlimani huko Galilaya, waumini wote waliweza ukusanywa walikutana. Kwa habali ya mkutano huu, Kristo mwenyewe, kabla ya chifo chake alipanga wakati wa mahali. Katika wakati uliopangwa Waumini yapata mia tano walikusanyika katika eneo dogo mlimani wakiwa na hamu ya kujifunza kile kitakachofundishwa na wale waliomwona Kristo tangu wakati alipofufuka. Mitume walipita kikundi kwa kikundi wakiwaambia yale yote walioyaona na kuyasikia kwa Yesu Kristo na kuhojiana kutoka katika maandiko kama alivyokuwa akifanya alipokuwa pamoja nao. Tomaso alisimulia kisa cha kutokuamini kwake na kueleza jinsi mashaka yake yalivyoondolewa. Ghafla Yesu akasimama katikati yao. Hakuna mtu awezaye kueleza namna alivyokuja. Wengi waliokuwepo hawakuwa wamewahi kumuona kabla, lakini katika mikono na miguu yake kulikuwa na alama za makovu ya kusulubiwa. Uso wake ulikuwa kama sura ya Mungu, na walipomuona walimwabudu mwabudu, lakini wengine walikuwa na mashaka. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kila mara; wapo wale ambao wanaona vigumu kutenda kwa imani na hivyo kujiweka wenyewe katika upande wa kuwa na shaka. Hawa hupoteza vingi kwa sababu ya kutokuamini kwao. Haya ndiyo mahojiano pekee ambayo Yesu aliyafanya aliyafanya na wengi wa waumini baada ya kufufuka kwake. Alikuja na kuzungumza nao akisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wanafunzi wale waliokuwa kimwabudu kabla hajanena, lakini maneno yake yakitoka katika kinywa ambacho kilikuwa kimefumbwa na mauti yaliwagusa kwa nguvu ya ajabu. Sasa alikuwa ni mwokozi aliyefufuka wengi wao waliwahi kuona nguvu zake akiwa anaponya wagonjwa na kudhibiti mawakala wa Shetani. Waliamini kwamba alikuwa na nguvu ya kusimamisha ufalme wake Yerusalemu, nguvu ya kuzima upinzani wote, nguvu juu ya nguvu za asili. Alikuwa ametuliza bahari iliyochafuka, alikuwa ametembea juu ya mawingi makali ya maji, alikuwa amefufua wafu. Sasa anatangaza kuwa amepewa mamlaka yote. Maneno yake yalipeleka akili za watu waliomsikiliza juu ya vitu vya muda vya kidunia hadi kwa vitu vya mbinguni na vya milele wainunuliwa kufikia utambuzi wao juu kabisa na heshima na utukufu wake. Maneno ya Yesu kando ya mlima ilikuwa ni tangazo kwamba kafara yake kwa niaba ya wanadamu ilikuwa kamili na tosherevu. Masharti ya upatanisho yalikuwa yametimizwa. Kazi ambayo ilimleta katika ulimwengu huu ilikuwa imekamilishwa. Alikuwa akielekea katika kiti cha enzi cha Mungu kupewa heshima na mamlaka, falme na mamlaka alikuwa ameingia katika kazi yake ya upatanisho akiwa amevika mamlaka yasiyo na ukomo. Alitoa agizo lake kwa wanafunzi, basi nendeni mkawafundisha mataifa. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja tena mbele zako tukiwa wenyekevu na wenye shukurani kwa neno lako ambalo tumelisikia asubuhi ya leo, sasa kwa kutukumbusha kuwa Yesu Kristo si tu mwokozi aliyekufa bali ni mpatanishi aliye hai anayefanya kazi kwa ajili yetu sasa Asante kwa damu yake iliyotutakasa, kwa rehema zake zinazotufunika, kwa upendo wake usio na mipaka. Ee Mungu, tusaidie tuishi kila siku tukikumbuka kuwa Yesu bado anaendelea kutuombea. Tupatie moyo wa imani, tusipate kuwa kama wale walioshindwa kuamini. Tujalie tumaini hata katikati ya huzuni na majaribu. Tunawakabidhi tena wale wote waliopoteza ndugu zao nchini Tanzania, uwape faraja, nguvu na amani. Tunaombea viongozi wetu, wawe na hekima ya mbinguni ili waliongozi taifa kwa amani na haki. Tunaiweka Tanzania mikononi mwako, iwe nchi ya baraka, si ya majonzi tena. Na sasa Bwana, tukitembea katika siku hii mpya, tazama juu yetu kwa upendo, tembea nasi katika kila hatua, na Roho Mtakatifu atutiye nguvu kushinda dhambi na kuishi maisha matakatifu. Tunaomba yote haya kwa jina kuu takatifu na lenye nguvu la Yesu Kristo, amina.